Hii ni AI mpya ambayo inatengeneza video mpaka dakika 20 mpaka dakika kumi na pia inaweka video ikiwa na sauti kama kwenye VO3 na Sora AI. Cha kwanza kisha umesubscribe, ili uendelee kupata video zetu, gusa alama ya kengele kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa kila ninapoposti video. Kwa sababu haya ndio mambo ambayo tunadili nayo sisi kama Vinei TV na ukisubscribe utaenjoy na kuhakikishia. Sasa bila kupoteza wakati acha niende kwenye hatua kitu cha kufanya. Na hii ni AI ambayo kwa bongo bado haijawa official, kwa hiyo utakachokwenda kukifanya ni kuconnect VPN. Kitu cha kwanza utatumia VPN ya Thunder VPN kama hiyo au VPN yoyote, lakini kisha umeconnect server ya, ya USA au server ya UK. Na mara nyingi Thunder VPN inakuwa by default kwenye UK server, kwa hiyo utaconnect, then utaandika LTX AI kwenye Google Ukiandika hivyo utafika sehemu kama hii, ukigusa link ya kwanza kwenye rotx.studio utagusa start for free. AI hii kama nilivyosema ni bure lakini ni ya kulipia, ila kuna namna ambayo tunakwenda kuitumia bure kama sign in with Google. Utaallow cookies. Uta sign in with Google, then utaingia moja kwa moja, ambayo inakwenda kukuonyesha, utagusa kutengeneza video kama Veo 3. Kwa hiyo badala ya kutumia cling au high low ambazo uh, zinachelewa unaweza ukatumia hii hapa ambayo iko speed na unaweza kaweka picha au kaandika. Ukifika hapa utakutana na model itakaa kwenye pro by default, duration sekunde nane, resolution HD, FPS 25. Waka kwenye fast kwa sababu ukikaa kwenye pro itakuwa inakula credit; kwa sababu unataka kutumia bure waka kwenye fast. Umeona hapo kwenye sekunde unaweza kaweka 10, unaweza kaweka 20 lakini ukiwa kwenye pro uwezo ukatengeneza sekunde 20, ukiwa kwenye fast unaweka sekunde 20. Ukiwasha hapo unaweza kuruhusu audio, pia hapo unaweza kuruhusu video ambayo ni 2K au 4K lakini 4K ni kulipia. Then FPS unaweka 50 ili iwe smooth na laini zaidi. Kisha hapo unaandika kitu unachotaka utengeneze. Nikajaribu kutengeneza vitu vingi na nilichogundua ni kwamba kwenye kutengeneza video za Kiswahili kama Veo 3 haiwezi kuongea Kiswahili vizuri kwa sababu ndani imetengenezwa na watu wa China, na hizi ni wa China lakini hawana hawana access ya ku hawana access ya Kiswahili kama walivyo Google. Kwa hiyo wenyewe kwenye Kiswahili inaongea Kiswahili fulani ambacho kama kime, kama kime cha sijajua ni Kiswahili gani, lakini si Kiswahili kizuri kwa kutengenezea video, japo inaongea ila, kwenye kuongea English inaongea vizuri, au kwenye kujenerate video ambazo hazina hamna maongezi, kuna sauti maybe ni za action au uh, maybe ni unataka uianimate picha unaweza kufanya. Na kama unavyoona nimeandika maelezo yangu, hii ni prompt ambayo napenda kuiandika sana kutest uwezo wa AI, na baada ya kutest nikapata kitu kama hiki. Umeona speed hiyo? Sijapeleka mbele, hiyo ndio speed yake inavyo generate hapo. Video ndio hiyo, kuna button ya download hapo juu ukitaka kudownload ile video, ndio hii hapa a uh, japo unaona video ni inaenda ovyo ovyo sometimes lakini ni aina ya prompt ambayo ninaiandikia kwenye AI nyingi, na AI hakuna iliyowafanikiwa kutengeneza kitu kizuri. Hii kidogo imejitahidi kutengeneza kitu ambacho huwa na na, na na na kifikiria. Na ni kitu ambacho cha kufikirika. Kwa hiyo imejitahidi mpaka hapo. So ndio hicho nataka nikutaarifu kuhusu AI hii ambayo ni bure, kama utaipenda utaenda kuitumia badala ya zile Veo, badala ya zile clean na high low na pia ukifika kikomo, utakuwa na create tu account mpya ya Google unaingia tena, au una create email mpya unaingia. Simple sana. Mimi naitwa Vinei, na hii naitwa Vinei TV chao.